Yes, kwa eh, mara nyingine tena eh, na siku nyingine tena mdogo wangu, Ni bana anaongea pasi mwingine eh, ni yuleyule dalali mtakatifu eh, Mwambungu broka, Ni bana Mwambungu broka, leo niko Goba eh, Goba Dar es Salaam eh, nimekuja kutangaza biashara ya nyumba moja nzuri kabisa eh, nyumba ya kifahari, nyumba ya kishua eh, nyumba ya ndoto yako. Bana, hii nyumba naileta kwako kwa, eh, eh, kwa samani ya bei poa kabisa kwa samani ya shilingi milioni 150, mazungumzo yako site eh, kama unavyomulea wangu wagu eh, tawakishua kabisa, nyumba ya kifahari hapa ni goba goba center mapongorodikua. Bana, hii nyumba ina ukubwa wa sikuya mita 800. E, umiliki ni hati kamili ya wizara e, nyumba maridadi kabisa e, hii nyumba imejengwa kwa ramani ya vyumba vitano e, vyumba vitano, vitatu ni master bedroom na viwili ni single bedroom e, kama unavyoona nyumba maridadi, nyumba iko full garden e, unaweza kusema ni kulu e, kama unavyoona babu wangu e, bana hii nyumba ni maridadi, nyumba ya kishua E, inaletwa kwako kwa samani ya bei poa kabisa e, milioni miatano na hamsini mazungumzo yako site. Nyumba ni mpya kabisa mdau wangu e, unanunua siku hiyo hiyo unahamia, kwa sababu hii nyumba haihitaji marekebisho ya aina yoyote ile mdau wangu. Kwa samani ya bei poa kabisa e, milioni miatano na hamsini e, unamiliki nyumba hapa, unaishi kishua e, unaishi kitajiri E, kama unavyojionea mdau wangu nyumba nimekuambia ni mpya ni mpya, ni mpya kabisa e, nyumba ijakaliwa hapa mdau wangu e, hapa ni Goba, Dar es Salaam e, Makongo Road, nyumba iko jirani kabisa na lami kutoka hapa e, kuelekea kwenye lami au kuelekea pale Goba Center e, ni mwendo wa dakika tano tu mdau wangu e, kama unavyoona mdau wangu nyumba hapa maridadi kabisa. E, iko vizuri kabisa naletwa kwako na dalali mtakatifu Mwambungu broka, mdogo wangu, e, bwana, e, unachotakiwa kufanya, e, ni kuwasiliana na mimi, e, dalali mtakatifu kwa namba sifuri sita nane tatu saba nne sita nane arobaini na tisa, e, kama ulikuwa unajiuliza, e, utampataje dalali mtakatifu Mwambungu broka, basi ni rahisi kabisa mdawangu namba ni sifuri sita nane tatu saba nne sita nane 49 na pia anapatikana kwenye mitandao ya kijamii e, kama vile Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. E, kote kunapatikana kuna e, andika Mwambungu broker, basi utaona kazi mbalimbali mdago mbali mbali wangu.